Hapa hey, uh, niko maeneo fulani hivi ya Open Beach, Kigoma hapa, Location ya Kigoma. Open Beach. So niko hapa tunauliza maswali kaza wakaza about relationship. Vipi leo mtu anaondoka na elfu tano njoo nikusanue Jackson. Ese anaitwa Meshack Jackson. Unampenzi? Eh hey, na mpenzi ndio. Unampenda? Eh hey, na mpenda. Ando nani? Anaitwa Belina. Sasa huyo Belina leo tunataka tumprank, tumwambie kwamba leo Belina, mimi Ijumaa nakuja kwako kukutolea posa. Je, atakubali kuna 1500 hapa? 1500 pesa za Kitanzania. 1500 babu, sio ndogo, si unajua? Hey. Kwa maisha yetu sisi mboga saba ya hapa, shika mkononi kabisa. Akikubali aki unaondoka aki aki nayo. Hem, naomba na e, akikubali unaondoka nayo. Ndige namba yake tumpigie simu, afu ongee nao. Belina, mimi nataka nije nikutolee posa. Ige namba yake babu. Uja save my love au umesave Belina afu na mpenzi au hapo wengi? Haya, andika sifuri sita ziro sita ishirina tisa ishirina tisa tisini tisini na hamsini na nane. Sasa, Belino tunampigia simu, tunamwambia kwamba mm, mi nakuja kwenu kukutolea posa, namba naukupigeni ya braza mm. Belino ana react vipi? Ambao unaenda kumtolea posa Ijumaa mm, ni kuoe uwe mke wangu, walali tusishi kwenye mahusiano tu. Huyu hapa tunamkandia simu. Je, inaita? Simu ina, inaita hapa ina ring. Okay. Belina anachelewa kupokea simu. Guys, unaona tunampigia Belina hapa, Belina kidogo kuna unajua, simu za kike zinakaga ndani sometimes, zipo kwenye drawer, lakini kuna uhakika kupokelewa simu hapa. Belina napokea simu tunampigia kwa mara nyingine, napokea simu, ndugu yako achukue elfu tano hii hapa ikawa hmm? E, e, e, kama nauli <laughs> si ndio hivyo babu, au aga. Pokee namba namba ngeni, au ajui kama leo anataka kuchukua elfu tano. Tuna tunasubiri simu ya, ya Belina apokee, tunampigia kwa mara ya tatu aisee. Belena apokea simu. Belena Belena Belena. Belena. Yupo Kigoma. Yupo e Kigoma. Sawa. Apokei. Belena, napokea simu, nzo chukue elfu tano itumike kama nauli, sasa hivi Kigoma tunalala saa moja. <laughs> Mfumo <laughs> umebadilika. Mfumo umebadilika, Belena. Itakuwa Belena, napiga Guys, tumempigia Belena apokea simu, sisi tunafanya nini? Unyakualtu tu tuondoke au vipi? Tunajaribu kwa mara ya mwisho kama alivyoweza kusema hapa. Hela ah, dasi. Dasi, nyingi sana hiyo babu. Eh, hey, hey, ni mzigo wa maana mwanangu. Eh, mambo. Hello. Hello. Unaongea na Mesha Sasa ah, kakata simu kakata simu. simu tunampigia tena mesha au hujulikani nini hii ya hii ni maajabu mesha vipi au tumekosea ndo wenyewe ndio hiyo hiyo bena pokea simu nimesha your husband. au kuna mtafaruki hapa katikati, amna amani yani, amani tele? Au mapenzi yenu ni kama nchi sasa hivi ilivyo, bila kupokea simu. Aisee, tunapiga kwa mara mara ya mwisho sasa, mara ya mwisho, piga piga bila napokea simu Au Belina, acha acha acha acha goma na bangeni. Usinipige wewe, na bangeni mimi sipendi. Au, ah, hapana. Sasa iko nafanyaje? Guys mwaona, mwishakataa basi finish. Mwanataka elfu tano. Mwanataka elfu tano. Guys tuna yani ni chance, second chance. Guys mwaona Belina kapokea simu, kakata. Umemwambia nani? Hataki kupokea simu, amepokea, amekata. Belina, jamani, mbona unatufanyia hivyo? Mwenzio uh, anataka na ole. Uh, sasa hivi muda umeisha. Sasa hivi Kigoma tunalala saa kumi na mbili, kutoka hapa mpaka Mwanga ni buku mbili Belina, chaki, babu, pole guys, ah, nafikiri <laughs> mesha. Mesha, mesha, mesha. Mesha kuna kanamna mesha leo nataka utengeneze. Kwa nini Belina kakugomea? hapana, haiwezekani. Kwenye simu yako umekosa elfu tano unajisikiaje kukosa elfu tano? inauma, inauma sana. Na vipi, kuna kitu ambacho sintofahamu tuelewi Ila pole. Pole sana, pole sana ndugu ah, yangu. Ni eh, maisha. Ndio mahusiano tutafanyaje? Guys, umeona? Ah. Ah, hii ni section number 2. Niko na sister hapa ambaye tunafanya content kama uliozoea uh, uli kuona mwanzoni mwanzo hapo mbo Unampigia mpenzi wako na mwambiaje nyumbani kutoa posa, and then akikubali, unaibuka na elfu tano hii hapa, kama unavyoiona. Elfu tano hii hapa, hela akuruka nayo nauli hapa. So sister, habari? Ah, si mambo. Mimi niko poa, bora kinyonge sana amani. Ah, sijue. So, so ghafla <laughs> Sasa sister atakwenda kuandika namba ya mpenzi wake kwenye simu yangu, and then tutampigia tujue atakuja kutoa posa kweli au ndo namna gani fulani. Mwandika, amesema kwamba namba yake ni siri, hawezi kutaja. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Guys, namba tunao sasa hivi, tunapiga Ay, jina ni jina lisilojulikana ukienda, Halo. Mambo? Safi. Mzima huyo, unajua unaongea na nani? Hapana, sijajua. Yaani hata sauti hujajua kabisa Anita. Mimi sio Anita bwana. Kwani mpenzi wako mimi sasa? Ndo niambie mpenzi wako, mpenzi wako yupi? Sasa ipo hivi mi leo nilikwambia naenda kanisani, sawa? Nisa, nisaa nilikuwa na baba tukazungumza Akamwambia, sasa mwanangu, kama na mwanaume wako inakuwaje, asije nyumbani akajitambulisha, kama ni kutoa posa, akatoa posa, mambo mengine akafata. Kwa hiyo we upo tayari kwenda nyumbani kumtolea posa? Hmm, kweli Asante, nashukuru kusikia hivyo, amekubali, anakuja nyumbani kutoa posa. Sister anakwenda kuolewa, amazing! Inapendeza hiyo elfu tano yake hapa, anajishindia elfu tano Inapendeza sana. Hii ni section ndo kwa mara ya <laughs> kwanza toka tumeingia bichi ya kwanza imechukuliwa hapo, elfu tano ya kwanza, so sitaongelea so sana <laughs> ongera sana.